Allah anasema ulaika humulkafiruna haqa, hawa ndio makafiri wasawa, wa kwelikweli ndio makafiri uhakika wenyewe. Kuamini baadhi ya vitu katika dini na kukanusha vingine, huo ndio ukafiri wenyewe, unaleta madhehebu mpya, unazusha hapo katikati, kama walivyozusha hao wajinga, wajinga wa mtandaoni wanasema wamezusha dini mpya inaitwa hmm? Dini mpya inaitwa ukris, Ukrislam. Majahi wametofautiana, wapewa na madhehebu mbili. Wao wenyewe wana madhehebu mbili. Jahala, ukirasema Ukrislam, ukirasema Ukrislam. Ukrislam. Jahala, yani eti ni kuchanganya kati ya Ukristo na Uislamu, kwa unatengeneza dini nusu Ukristo nusu Uislamu, kwa hiyo dini mpya eh? Hiyo hadha kufuru, hii ni kufuru, hii ni kufuru. Yoyote kijana yoyote anayejijua yeye ni Muislamu akiamini hiyo kwamba hii ni dini mpya inaitwa Ukrislam au Kristlam. Akiamini hivyo kwamba hii ni dini, huyo ni kafiri, anatoka katika Uislamu, la shaka fi dhalika. Na akifa, astahiki kuzikwa na Uislamu kabisa. Uislamu hauchanganywi kwamba unachanganya sijui imani ya kikristo imani ya Kiislamu, unazichanganya pamoja, unaleta dini mpya. Salamu shalom aleikum, shalom aleikum, mashaallah, eh, mashaallah, kristo tumsifu Kristo, mashaallah, tumsifu Kristo, tumsifu Kristo. Unajua maana tumsifu Kristo? Kristo kwao ni mwana wa Mungu au Mungu. kwa hiyo maana yake wewe unamsifu kiumbe ambaye wao wanaitakidi kuwa ni Mungu. Yani unamsifu Mungu kwa upande wao, na wewe unaingia kwenye kumi na nane, unaitakidi kwamba Isa alahi salam ni Mungu, masalulah. wasalamu ala afya ya madhara ya mitandaoni hawa wanaojiita Gen Z si vitu gani ndio wameleta ujinga huu? Hii ni kufru na hii ni istihzaa kwa Uislamu na hii ni kufru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna dina inda Allahi in lislam, lakini hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu peke yake, kwa maana na matendo ya haki ni matendo ya Uislamu peke yake. Kwa hiyo hayiwezi kuchanganywa na batili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yabtaghi ghaira lislami dinan falan yuqbala minhu, ambaye atafuata dini isiyokuwa ya uislamu hatokubaliwa na Allah, yani dini kama jina, lakini dini kwa maana ya matendo ya dini ikiwemo maneno

Islamu ni hak na kufuru ni batil, iwe maneno yao iwe vitendo vyao iwe itikadi zao za kusema Isa alayhi salam ni Mungu au mwana wa Mungu ni batil. Lazima kijana uamini hivyo. Kwa hiyo hoja yao hii ya kusema wameleta dini mpya kwa kizazi kipya hiki, hii hoja ni batila na, na hii ni kufru. Ihdhar, eh ayuha shab, jitahadhari ewe, eh kijana, jitahadhari na hii fikra potofu kabisa, ambayo hatujui mwanzilishi ni nani na anakusudia nini lakini fi lhaqiqa huku ni kuchanganya kati ya haqi na batili, na hakuna dini zaidi ya Uislamu. Dini ya haqi ni Uislamu peke yake, hakuna dini nyingine, hakuna Ukrislamu wala udini mafi. Na mwenye kuitakidi kwamba hiyo ni dini na akaamini hivyo na akajiunga humo ni kafiru. Billahi azza wajel, hadha huwa alhaq.